Mambo vipi? Sana, mambo poa sana, mwa mwingi kabisa. Sawa, tuzo za uh, Zikomo zinafanyika kwa mwaka huu mara ya kwanza Tanzania, mm, na yeye ni mmoja wa nominees ambao mnanyang'ania, um, tuzo hizo mm. Uh, unajisikiaje kuwa mmoja wa nominees, lakini pia uh, tuzo hizi kufanyika Tanzania, wewe kama msanii msanii unazungumza uh, cha kwanza ni fahari na ni tunu. Kwa mara ya kwanza kwa hizi tuzo za Zikomo kufanyika hapa Tanzania, kwa sababu pia itafungua mianya mingi ya kimataifa kwa ushirikiano pia. Kwa kumaanisha tuzo hizi, uanzilishi wake au waasisi wake wanatokea Zambia. Kwa hiyo mwisho wa siku kuja Tanzania ni fursa kwa sisi waigizaji kuweza kubadilishana au kusigishana mawazo pamoja na watu kutoka mataifa mbalimbali ambao watakuwa wanashiriki tuzo hizi za Zikomo. Lakini tukirudi kwangu pia binafsi, nadhani ni neema na ni wakati sahihi kwa mimi kuwa hapa nilipo, kwa hiyo najionea fahari mwenyewe, lakini pia niendelee kuwashukuru sana mashabiki zangu, kwa sababu tuzo hizi zilikuwa ni watu wanakupendekeza ili uweze kuwa mmoja ya washiriki. Kwa hiyo ni washukuru sana wale wote walioweza kuona mimi pia nastahili kushiriki kwenye tuzo za Zikono, yeah. Na Sofa, ushindani ukoje wa, wa filamu kwa miaka hii ama mwaka huu 2025? Ushindani ni mkubwa kwa sababu wasanii ni wengi pia ambao tupo katika kiwanda hiki cha filamu, lakini sio tu wengi, lakini wasanii pia wanaofanya vizuri kwenye kiwanda cha filamu ni wengi. Kwa hiyo mimi kwangu naona ushindani ni mkubwa na unazidi kukua siku hadi siku. Yeah. Moja tamthilia ambayo inapendwa sana Tanzania huwezi mm. kuacha kutaja tamthilia Kombolela. Ni tamthilia kali sana na patuliwa sana mm. na of course ni base kwenye maisha ya uhalisia mm. Uh, mara ya kwanza labda uh, unachekiwa kwa ajili ya kuigiza kwenye tamthilia hiyo, lakini pia kupewa character ambayo umeivaa mm. kwenye ile tamthilia ili kuaje, lakini pia uliike okay? Uh, kwa mara ya kwanza nadhani ilikuwa mwaka 2021 ambayo nilikutana na producer kwa bahati nzuri wa waitamsilia alinikuta kwa director Majaki kwa hiyo was like aliniambia tu kwamba wewe utakuwa Abduli kwenye tamthilia yangu. Kwa hiyo sikuweza kulitilia maanani, kwa sababu ilichukua muda mpaka tamthilia ya Kombolea kuja kufanyika, ulipita mwaka mzima, baadaye ndo nikaja nikakabidhiwa mswada rasmi wa tamthilia ya Kombolea. Kwangu ilikuwa, ilikuwa shoki, kwa sababu cha kwanza ilikuwa ndo ninapata nafasi ya kwanza kuweza kushiriki kwenye tamthilia ambayo inaenda mainstream kwa maana ya kwamba inaenda kuruka kwenye television. Sikuwahi kupata nafasi hiyo, nilishawahi kuwa mwigizaji huko nyuma, lakini sikuwahi kupata nafasi hiyo. Lakini pia cha pili ilikuwa ni tension sasa, ya kwamba naenda kukutana na wasanii wakubwa. Nadhani kama mnafahamu wasanii ambao wameigiza kwenye tamthilia ya Kombolela, ikiwemo ni main character ya Mzee Kikala na Biki Kala, ni watu ambao walikuwa wanashiriki katika tamthilia ya asili ya mtungi, hakuna asiyefahamu. Kwa hiyo kupata nafasi ile kwangu kulikuwa kuna uoga ndani yangu lakini kulikuwa kuna ujasiri pia wa kwamba kwenda kuonyesha kile nilicho nacho na namshukuru Mungu tamthilia ya Kombolela imeweza kunifungulia milango, kwa sababu toka nimemaliza kushuti tamthilia ile milango ilikuwa mingi iliyofunguka. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hiyo yeah. Yeah. Ah, siku, si, hapo nyuma sikuwahi kupata nafasi ya kuonekana kwenye mainstream. Nikisema mainstream namaanisha ni hizi televisheni ambazo zinarusha Yes, hizi tamthilia zetu na filamu zetu tulikuwa tunaonekana huko tu labda YouTube. Sababu kipindi hicho nilikuwa niko mkoa ni Mwanza na platform zingine ambazo hazikuwa mainstream. Okay, yeah. So. Kwa Kwa maana maana hii na hii naomba nimalizie uh, hapo. Unataka hazikuwalinunata uh, kuniambia kuwa ukiwa mwigizaji ambaye unaonekana kwenye YouTube mm. na haujaonekana kwenye mainstream, wewe mm. bado haujakamilika. uh, siwezi kusema unakuwa bado ujakamilika mwigizaji ambaye unaonekana kwenye kwenye YouTube na ambaye anaonekana kwenye mainstream amekamilika. Utimilifu wa muigizaji ni wewe kuweza kuwasilisha wazo la mwandishi katika ubora na uhalisia wa kile ambacho amekiwekesha mwandishi. Kwa nadhani hapa unaweza ukatofautisha kwamba mwigizaji bora ni yupi: ni yule ambaye anaweza kuwasilisha wazo la mwandishi katika hali ya asilimia mia au zaidi. Kwa sasa, hapa unagundua kwamba haijalishi wewe mwigizaji yuko kwenye mainstream au yuko kwenye easy, easy streams zingine ambazo labda unaweza kusema YouTube na sehemu nyingine. Yeah. Nanini, Victor. Uh, kwa Victor, juzi kati hapa Clam Member alifanya ay, interview mm. Na akasema mwigizaji mwenye pesa kuliko waigizaji wote mm. ya, Tanzania mm. Na tunafahamu anafanya kwenye upande wa YouTube mm. kwa, kwa ile kauli yake uh, umeipokeaje? Lakini pia mm. ala kuzungumza mwigizaji wenye <coughs> pesa kuliko waigizaji wote. Uh, kuhusu swala la pesa, hatuwezi kupima kiwango cha pesa ambacho yeye yeah, anakizungumzia kwa sababu ukweli anaujua yeye mwenyewe na Mungu wake, na hatuwezi kumzuia binadamu yote kuweza kuzungumza. Kwa hiyo inawezekana ikawa kweli au rahasha, lakini kusema kwamba ni mwigizaji ambaye, swala la pili umesema, mwigizaji ambaye ana pesa nyingi, inawezekana ikawa kweli ana pesa nyingi, lakini pia sio wote ambao wanaweza kutaja figa zao, au kwamba tuna, tuna mainstream moja ambayo inaweza ikataja figa za waigizaji pesa zao ambazo wanazimiliki. Kwa hiyo ili uweze kujitambua kwamba wewe ni muigizaji ambaye una pesa nyingi, tungekuwa tuna chombo au tuna bodi ambayo inaweza kupitisha kwamba sasa huyu gamba pesa anazoziingiza kwenye tamthilia ni kiasi kadhaa na huyu Clam Vevo anaingiza kiasi kadhaa. Kwa hiyo unagundua kwamba kuna uhuru wa mazungumzo ambao kila mmoja anaweza akazungumza kulingana na anavyojisikia. Kwa hiyo anaweza akasema ana pesa nyingi. Mimi leo na mimi nikaja nikasema nina pesa nyingi lakini hakuna sehemu ambayo tunaweza tukaenda kupima kwamba nani ana pesa nyingi. Lakini mimi cha kuongezea na kusema ni kwamba tu, tuendelee kufanya kazi nzuri kwa sababu lengo ni kuinua kiwanda chetu cha filamu. Haya majigambo na vitu vingine, nadhani uhalisia tunaujua sisi wenyewe waigizaji. Kwa hiyo tunapokuja mbele ya hizi kamera, tuwe tunachuja vipi vya kuzungumza na vipi ambavyo tunaweza tukaacha kuzungumza, inaweza ikatusaidia kwa faida ya baadaye na vizazi ambavyo vinakuja ila mimi napenda kutumia tu neno moja kwamba filamu itambe, kwa sababu kinachotukutanisha hapa paka unanihoji hoji ni kuhusu Amadikikala. Amadikikala ni nani? Ni muigizaji. Ni kuhusu Maembe. Maembe ni nani? Ni muigizaji. Labda ni kuhusu Dr Jabi. ni nani? Ni muigizaji. Kwa hiyo tuzungumzie sana sanaa zetu na kuziboresha na kuisii serikali yetu tukufu iweze kututizama kwa jicho la ziada na kuweza kutupa mitaji na kuweza kutusaidia ili tuweze kutoboa kwenye anga la kimataifa kuliko kutaka kuonekana tuna pesa nyingi ambazo kiuhalisia hatuna yeah. Yuharisia. yeah. Okay. yeah hatuna. Wakati nafika hapa, ndugu yangu Victor hapa alinongeza kaniambia yeah. Kwa nini huyu jamaa mahusiano yake na na na, na, na Chanuo alikuwa asiri sana? mm. Nikajiuliza, he mwamba alikuwa na mahusiano yeah. na Chanuo kwa nini alikuwa asiri yeah. sana, uh, sana. Ni vazi la heshima haliwezi kumpendeza kila mtu, na nimetoka kusema kwamba hata nyinyi waandishi wa habari huwa mna mna namna yenu ya kutaka kupeleka habari ila mimi John Elisha iko tofauti kidogo. Mimi sanaa kwangu ni kazi. Mahusiano yangu na Chanuo hayapo kwa kifupi, na hayataweza kuwepo, lakini mahusiano yaliyopo ni mahusiano ya kazi na uwasilishaji wa kile alichokiandika Abdul Usani ya. Kwa hiyo sidhani kama kuna cha ziada, kwa sababu kama hakuna mahusiano, sidhani kama tunachoza kuzungumzia cha kujitetea Uh, nyuma ipi? Yeah, waliosema mm-hmm. Eh, sio kweli na waliosema hawapo hapa na hatujui kama walisema, ila kwa sababu wewe umeamua kusema, basi na mimi nimesema hayakuwepo eh ya yeah moja ya, ya, ya swala ambayo waga wanaulizwa, mm. au, au ni matamanio naweza nikasema ya watu ambao wanajitafuta yeah. kwenye game. Nasikia yeah. mimi mm. nikitusua nataka kudate na msanii fulani maarufu umeshawahi kutokea? Mimi nilitamani kwamba nikisha toboa na kuwa mtu maarufu niweze kuwa na mwanamke ambaye ni sahihi anaweza akanielewa kile ambacho mimi ninakifanya na akaweza kunisogeza na kwenye kuzikimbilia ndoto zangu. zaidi ya hizi kwa matamanio yangu makubwa kipindi najitafuta, yalikuwa hayo, kwa sababu kazi ya sanaa pia ni kazi ngumu ambayo inahitaji uwe na mtu ambaye atakusaidia kuweza wewe kukufikisha pale unapotaka. Namshukuru Mwenyezi Mungu, huyo mwanamke nimeshampata. Matamanio yangu makubwa ni katika kuhakikisha yeye anakuwa mwanamke bora zaidi na mimi nakuwa mwanaume bora zaidi kwake, lakini pia nikisogea mbele kwenda kui tambulisha Tanzania kimataifa kwa kupitia sanaa yangu, lakini pia kuendelea kufanya kazi nzuri hapa nyumbani, yeah. Kama ulivyozungumza, mimi nikupongeze. Umezungumza kwamba usanii ama sanaa, kuwa msanii ni kuwa kioo cha jamii, yeah. Na kuwa kioo cha jamii kuna namna sasa ambavyo na behave tabia zako na nini, mm. Juzi nilimuona um, niite ni msanii pia ama mwana, yeah. Mwana mitindo Wanamitandao pia na Nadol juzi alikuwa akizungumza akijibishana mashabiki zake, akawaambia mimi sio kosa kudanga ama nikajengewa nyumba na watu wengine. Kaa hizo watu kauli ile nilichukulia kama, akasema bana, mbona kama hii sio sahihi kwa msanii pia. Unadhani kwa nini wasanii na msanii natokea kama vitu kama hivyo, na ni sahihi pia mwanamke kwamba kadanga afa kajengewa nyumba? Ah, nimetoka kusema sanaa ni vazi la heshima, lakini pia mimi huwa naheshimu sana uhuru wa mtu na siwezi kuzungumzia maisha ya mtu binafsi kwa sababu umetoka kuzungumza hata swala la Clam Vevo, nimemaliza kujibu hivyo kwamba kila mmoja ana uelewa wa uhalisia wake. Kwa hiyo sina, sina freedom of speech ya kuhalalisha kwamba ni, ni halali mwanamke kudanga au sio halali, sina utashi huo. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, tuendelee tu kuiheshimu sanaa na kuifanya kuwa sehemu ambayo itaheshimika, kwamba hata mzazi akiweza kumuona mtoto wake, anaweza kumwambia mimi leo wewe nataka uwe kama Hamadi Kikala, nataka uwe kama yule bwana katika uigizaji wako kwa hiyo ni, ni, ni kuwasii tu wasanii wenzangu tuchague mambo ya kuyazungumza, hasa tunapokuwa kwenye kitu kinachoitwa teknolojia, kwa sababu hivi vitu huwa vinakuja kutuhukumu baadaye. Kwa hiyo sina haki yoyote ya kuzungumzia swala na Nadolz, kwa sababu cha kwanza pia sijaliona kiukweli, ya, yani sijakutana nalo hata mtandaoni, kwa sababu mimi pia nachagua vitu vya kutizama of course. Kwa hiyo inawezekana labda kuna pages ambazo zimepublish hichi kitu mimi sijazifolo, kwa hiyo sijaona, kwa hiyo siwezi kulizungumzia. Lakini kwa mwanamke ambaye amejengewa nyumba kwa mtindo huu, yani mimi naweza kuishi kwa mwanamke bahati kudanga, kudanga, nzuri. Sasa mwanamke wangu mimi adangi, kwa hiyo siwezi ku, ku, ku, kusema kwamba anaweza kuishi kwake. Mwanamke wangu mimi adangi, ana kazi na mimi nina kazi na tuna maisha yetu, kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba siwezi kuishi kwa mwanamke sasa nitajuaje kama mwanamke anadanga? Ina maana tayari mimi nina maisha yangu, thibitisha kwa kutamka yeye. Sasa huyu sasa mimi naishije na aliyethibitisha kwa kutamka, kwa sababu tayari mimi nina mahusiano yangu. Unaona inapokuwa tofauti eh, yani kwamba mimi tayari hapa tukizungumza, ina maana ukiniuliza maswali kuhusu mwanamke na kujibu maswali kuhusu mwanamke wangu niliye naye, ina maana siwezi kujibu kuhusu mwanamke ambaye sina Mzee, la mwisho, nimekuwa nikiona wasanii sasa hivi kwenye mitandao wanasemwa sana, yeah. Uh, kutokana na the way ambavyo mambo yalivyokuwa kwenye masuala, mm, siasa na nini, walivyokuwa na support nini, mm, unadhani, mm, ili kuweza kurudisha ile respect ama heshima kwa wasanii waweze kupewa kazi hasa wa muziki hasa. Hata kwenu nyinyi pia lakini wa kuigiza. Ni nini kifanyika ili ile love kwa mashabiki iweze kurejea? Kama msanii mzee, tuendelee kufanya kazi nzuri lakini pia tuendelee kuhakikisha kwamba mm, tunajihusisha na maswala ya kijamii kwa maana ya kwamba tujitahidi sana kuwa karibu na wale ambao wanatusapoti kwenye hichi tunachokifanya. Sitaki kuzungumzia chochote kilichotokea, kwa sababu tunaendelea kuiombea nchi yetu iendelee kuwa na amani. Na vijana, tuendelee kubadilisha mindset zetu, tuendelee kuwa watu ambao tunaweza, tukaweza kusikilizika na kusikilizana. Hofu ya Mungu ndo kitu kikubwa ambacho kila siku mimi naendelea kusema, vijana, tukiwa tuna hofu ya Mungu kuna vitu tunaweza tukaviepuka, kwa hiyo no comment nadhani ni, ni sisi tu kuendelea kufanya kazi nzuri, lakini kuendelea kuwa karibu na jamii inayotuzunguka yeah. La, la mwisho na lipi la kuambia mashabiki zako? Nawapenda, nashukuru kwa, kwa, kwa dhamana walionipa. Sina chochote cha kuwalipa lakini nitaendelea kuwa mtiifu, mfanya kazi bora katika siku zote ambazo nitajaliwa na Mwenyezi Mungu kuwa na uhai, kwa sababu nimeichagua sana kuwa kazi yangu ya kudumu na kazi yangu ambayo naamini itabadilisha maisha yangu na kubadilisha mwenendo wa taifa langu kupitia mimi, kwamba siku moja Watanzania watakuwa proud na mimi kuipeperusha bendera yao. Shukrani sana. Asante sana.